Ndugu wapendwa, familia ya Mungu, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya siku ya leo, ikiwa nimekuja tena kukuletea kipindi maalum na leo tutakuwa na mada inayoitwa ni msamaha. Mimi ni frateri Agustino Rafael Mushi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, nikiwa masomoni hapa seminari kuu Peramiho. Kipindi hiki kipendwa kitarushwa kupitia chaneli ya Lisha Ubongo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 utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli zetu, kama ambavyo nimekwisha kukuhabarisha, kipindi chetu cha leo kitahusu mada inayoitwa msamaha. Na kabla hatujaingia kwenye mada yetu ya msamaha, ni vizuri tukajiuliza maswali ambayo yatatuongoza moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha leo. Tungaliweza kujiuliza, msamaha ni nini? Lakini pia tungeweza kujiuliza, chanzo cha msamaha ni nini? Au ni kwa nini tunasamehe? Je, kusamehe ni rahisi? Je, kwa nini ni vigumu kusamehe? Kuna faida gani za kusamehe? Kuna madhara gani ya kutokusamehe? Tutaangalia hatua saba za kusamehe, na mwishoni tutaona mashuhuda wa msamaha, namna wanavyoweza kutusaidia, na sisi tukaingia kwenye mada ya msamaha. Ndugu mpendwa msikilizaji, ningependa tuanze na utangulizi huu ufuatao: hakuna mwanadamu aliyeharibiwa na dhambi kiasi cha kushindwa kuokolewa na neema ya Mungu. Pia tungeweza kusema kila roho ya mwanadamu imepandwa matumaini. Safari ya wokovu inaanza pale tunapotambua kwamba sisi sio si, wakamilifu. Kumbe safari ya uokovu inaanza pale tunapotambua kwamba tusiposamehe hatuwezi kusamehewa na sisi tunahitaji kuwasamehe ndugu zetu kama ambavyo tungependa pia tuweze kusamehewa. Ili kupokea neema ya Mungu, ni lazima kusamehe. Kusamehe kunahitaji kujifunza, lakini pia e, kusamehe ni tendo ambalo linategemea neema ya Mungu, na ndio maana katika maandiko matakatifu tunasoma injili ya baba mwenye huruma kumpokea mwanaye licha ya kukosa uaminifu. Tena maandiko yanaendelea kutueleza kwamba tuwapende wanaotuudhi. Nanyi mkiwatendea mema wale wawatendeao mema, mwaonyesha fadhila gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo. Hivyo tunaona kwamba tendo la msamaha linafanyika katika mazingira ambayo ni magumu kabisa, na pale tutakapoweza kuingia katika mazingira hayo tunaweza kufanya msamaha ukawa na tija, msamaha ukawa na ukamilifu. Msamaha ni nini? Msamaha ni tendo la unyenyekevu linalolenga kurudisha mahusiano ya kinafsi baina ya watu wawili au makundi mawili ya watu au pande mbili. Msamaha unaweza kuwa ni kati ya kundi na kundi au mtu na kundi au vinginevyo. Lakini tunazungumza msamaha mahali ambapo tayari pande mbili haziko kwenye mahusiano mazuri. Msamaha kamili unahitaji maridhiano ya kweli baina ya pande zote mbili, hata kama kutakuwa na maumivu baina ya pande hizi mbili. Msamaha ni tendo la dhamiri, kukubali kuachia hali ya maumivu, kutafuta amani ya ndani, na kurudisha mahusiano na Mungu. Tunaweza kusema sio jambo la kushangaza kuona maumivu au machozi katika tendo la msamaha. Kwa nafasi ya kwanza, chuki inatengeneza kidonda katika moyo wa aliyekosea na aliyekosewa, na hivi msamaha unapochukua nafasi unafanya kazi ya kupaka mafuta na asali kwenye jeraha lile lililotokea kati ya mioyo hii miwili. Ni kwa nini ni vigumu kusamehe? Hili ni swali la msingi ambalo kila mmoja anapaswa afahamu. Msamaha sio kazi rahisi. Sasa, ni kwa nini ni vigumu kusamehe? Zipo sababu nyingi za kuto kusamehe au za kuwa na moyo mgumu katika tendo la kutoa msamaha, na hapa tunaweza tukaona sababu tano ambazo zinapelekea ugumu katika tendo la msamaha. Sababu ya kwanza ni kudhani kwamba tuna mamlaka au nguvu fulani kwa yule au wale ambao wametukosea, na hivi kwa kutokusamea tunaamini sisi tunakuwa juu yao na wao wanakuwa chini yetu. Hoja hii ni ya uongo kwa sababu inaendelea kujenga chuki ndani ya moyo hasa wa yule anayekataa kutoa msamaha. Sababu ya pili ni kunuia kulipa kisasi. Mara nyingi wasiosamea wanakuwa na malengo ya kuhakikisha kwamba wakosaji au watesi wao wanapitia hali ya maumivu kama wao waliopitia. Wanaamini kwa nia ya kisasi watarejesha furaha ya mioyo yao, lakini mwisho wa siku, unaponuia kulipa kisasi, unajikuta katika mvurugano na utengano mkubwa wa kwako wewe na nafsi yako, lakini wewe pia na ile jamii inayokuzunguka. Tatu, tunaweka ukuta na vizingiti juu ya yule au wale tuliokosana nao. Hapa tunawafungia misaada na nafasi zetu kwao. Tunaamini kwa kutukosea hawana nafasi ya kufaidi karama na misaada yetu mbalimbali mbali, au misaada waliokuwa wanaipata kutoka kwetu. E, sababu ya nne inayopelekea ugumu katika kusamehe ni kushindwa au tunashindwa kujifanyia tathmini wenyewe na kutambua kwamba hata sisi tuna madhaifu ni pale tu mwanadamu atakapotambua kwamba hata yeye ni mkosefu, hata yeye ana madhaifu, basi anaweza akatoa msamaha kwa kuamini kwamba hata siku atakapokuwa mdhaifu, au siku atakapokosea, naye anahitaji kupewa msamaha. Sababu ya tano na ya mwisho, tunakuwa na furaha dhanifu kwa kutumia tuhuma, dharau, kejeli na matusi. Tunadhani tunapata uhuru na amani ya roho. Kwa bahati mbaya, dhana hii inaongeza chuki na uhasama baina ya mtu na mtu au makundi ya watu. Ndugu mpendwa, tukiwa tumeona sababu hizo zinazopelekea ugumu katika tendo la msamaha, tuone sasa namna za msamaha, na hapa tutaanza na msamaha wa kweli. Msamaha wa kweli ni upi? Huu ni msamaha unaopatikana pale tunapofanikiwa kuondokana na maumivu, chuki au hasira juu ya tukio fulani. Ni hali ya kuondokana na mawazo ya kulipiza kisasi. Kama ambavyo nimesema hapo awali, tunapokuwa tumekoseana, mara nyingi tunanuia kulipa kisasi, tukiamini tutakuwa na amani ya moyo. Kumbe sifa moja wapo ya kuonyesha kwamba tumesamehe ni kuhakikisha kwamba hatuna mawazo ya kulipiza kisasi. Hali hii inaendana na kumwonea huruma na kumwombea aliyekukosea. Nikutamani ni kutamani mtesi wako awe na furaha ulionayo wewe, pasipo kuhesabu makosa yake. Katika hili ni muhimu kufahamu kwamba msamaha sio jambo au tendo rahisi, na ndio maana tunasema msamaha unahitaji neema ya Mungu. Hapa pia tungeweza kusema kusamehe sio kusahau. E, mara nyingi tumesikia watu wakisema samehe na sahau, lakini tunaweza tukafikiria, je, kwa mtu ambaye alisababishiwa ulemavu fulani anaweza kusahau? Hapana, hawezi kusahau, isipokuwa anapaswa afungue moyo wake amruhusu Mungu aingie pamoja na maumivu au wa hali aliyonayo, aone furaha juu ya mtesi wake. Mambo muhimu katika msamaha: kabla, wakati na baada ya kutoa msamaha, ni lazima tufanye mambo haya yafuatayo. Mosi ni kujisamehe. Mara nyingi tunashindwa kusamehe kwa sababu sisi wenyewe tunakuwa bado hatujajisamehe, tunajilaumu na kukata tamaa. Ni lazima kutambua kwamba yapo mapungufu ambayo hayana budi kutokea katika maisha yetu. Na pale tunapotambua kwamba tulikosea, tuone kwamba ilikuwa ni nafasi ya kukosea, ni daraja la kufanya vizuri zaidi, na hivi tusitumie nguvu kubwa zaidi kujilaumu kwa makosa yetu, isipokuwa tutumie nguvu kubwa zaidi kufanya vizuri zaidi. Sababu ya kwanza ni kujisamehe. Ni lazima tujitahidi kujisamehe kuona kwamba makosa ambayo yalitokea kwenye maisha yetu yalikuwa na sababu ya kutokea na hivi tuyatumie kama daraja la kuvuka kwenda mbele zaidi. Sababu ya pili ni sala. Tungaliweza kusema kwamba sala na msamaha ni mapacha wa kufanana, kama tunavyosema msamaha ni zawadi ya neema ya Mungu. Sala ni kiungo pekee kinachotuunganisha na Mungu. Katika sala tunamwalika Mungu kati yetu, tunailainisha mioyo yetu na tunajenga hofu ya Mungu. Jambo la tatu ni toba. Hili ni tendo la majuto na kujiona tusio stahili mbele ya Mungu. Ni kumweleza Mungu waziwazi ukweli au uwazi wa nafsi zetu, na hivi kumwahidi kwamba tuko tayari kuanza maisha mapya. Hili tunaweza tukaliona katika maandiko matakatifu tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tisa, uongofu wa Mtume Paulo. Jambo lingine na la muhimu tunaloweza kulizungumza hapa ni hatua za kusamehe. Tufanye matendo gani kabla ya kusamehe? Tuchukue hatua gani kabla ya msamaha? Au msamaha unaongezwa na jambo gani? Jambo la kwanza, chochea ndani mwako ari na hamu ya kusamehe. Hii tumike kama tiba kwa majeraha ulionayo ndani ya moyo wako. Jambo la pili Usifiche wala kukwazika juu ya majeraha yaliyo ndani mwako. Ona ilikuwa ni haki kukasirika na ni mwanzo wa kuanza maisha mapya yenye ukamilifu na uongofu zaidi. Jambo la tatu, weka sababu za kutaka kusamehe. Kwa mfano, unaweza kujisemea, nisiposamehe najitenga na Mungu na ninajizidishia majeraha moyoni. Jambo la nne, dhamiria kuhitimisha mawazo ya kutaka kulipiza kisasi. Hapa tunasema ni vizuri ukafungua moyo ukaruhusu maisha yaendelee baina yako na watesi wako. Jambo la tano, ni vizuri kujikubali. Tambua kwamba wewe sio mkamilifu na mimi ninapaswa kutambua kwamba nina dhambi na nahitaji kusamehewa na Mungu. Ninapaswa kujiambia kwamba nisiposamehe na mimi sintoweza kusamehewa. Jambo la sita, jifunze kwa mashuhuda wa msamaha. Hawa ni watu ambao walipitia changamoto nyingi za maisha lakini, wakakubali kufungua mioyo, wakakubali kusamehe, na baadaye tutaona watu hawa ni watu wa aina gani kwa mapana na marefu zaidi. Jambo la saba na la mwisho, tambua hali yetu ya dhambi na hitaji la huruma ya Mungu kwa kila mmoja. Huruma ya Mungu inamwendea yule anayejitahidi, na hapa tunaweza tukasoma, e, waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya pili aya ya sita. Ndugu mpendwa, kuna madhara gani ya kuto kusamehe? Tunaongezekewa au tunapungukiwa nini pale tunaposhindwa kutoa msamaha? Jambo la kwanza, kushindwa kusamehe ni ugonjwa unaomshambulia mwanadamu katika nyanja zote za kimaisha. Ni lazima kufahamu hili, tuna nyanja nyingi za mwanadamu E, katika maisha ya kila siku tunaweza kumtazama mwanadamu kiroho, kimwili, kisiasa, kiuchumi na vinginevyo kadha wa kadha. Tunaposhindwa kusamehe, tunamfanya mwanadamu huyu aathirike kwa kila upande na hapa tuangalie madhara e, ya kuto kusamehe kiakili. Kwanza ni msongo wa mawazo na kushindwa kusimamia au kutengeneza fikra sahihi za kimaisha. Jambo la pili ni maradhi ya afya ya akili ikiwa ni pamoja na ukichaa au kuchanganyikiwa. Kimwili tunaweza tukaona madhara kama vile hofu na mashaka. Hii ni hali ya kujidhania vibaya na kushindwa kujiamini hata kama tuko sahihi kwa yale tunayoyafanya. Jambo lingine ni kupoteza kinga ya mwili na hivi mwili kushambuliwa na maradhi mengine kirahisi. Hili linaendana pamoja na kudhoofu kutokana na kupoteza kinga ya mwili. Jambo lingine ni kujidhuru au kujiua. Katika karne yetu tunashuhudia matukio mengi ya watu kujinyonga, kutumia madawa na kadhalika, kwa sababu tu walishindwa kuruhusu msamaha utawale maisha yao. Ndugu mpendwa, madhara ya kutokusamehe yako mengi. Tukiangalia kwa upande wa kijamii, tunaweza tukaona pia kupotea kwa dhana ya mahusiano. Wapo watu wengi ambao wameshindwa kuendelea kuishi vizuri katika jamii zao kwa sababu wameshindwa kuruhusu msamaha utawale maisha yao. Jambo lingine ni kushindwa kujiamini na kuwaamini wengine. Hapa ndipo tunapoweza kuwadhania hata wenzetu ni washirikina. Jambo lingine ni magonjwa na mafarakano, lakini pia umaskini. Madhara ya kiroho ya kutokusamehe ni kujitenga na neema ya Mungu, tuishi katika hali ya dhambi kwa muda mrefu, kufa kiroho, pamoja na mambo mengine yanayofanana na hayo. Baada ya kuona mambo hayo yote, sasa tuone faida za kusamehe. Tunafaidika na nini pale tunapokubali kuachia msamaha katika maisha yetu? Jambo la kwanza, tunaweza kusema kuna uhusiano, mahusiano makubwa kati ya afya njema na msamaha. Kuwa na afya njema ni pamoja na kujenga mahusiano mema na watu na haya yanathibitishwa na shirika la afya ulimwenguni WHO. Tunapaswa kujifunza kuangalia mazuri ya watu na kujua kwamba watu wana mambo mengi ambayo ni mazuri kuliko yale tunayodhani kuwa yangeweza yakawa ni mabaya. Faida za kusamehe ziko nyingi mamia kwa mamia, lakini hapa tuone faida kumi za kusamehe. Faida ya kwanza, tunajenga maisha ya fadhila. Hizi ni fadhila za kibinadamu na fadhila za kimungu kadhalika. Tunaposamehe tunapona majeraha, haswa majeraha ya roho. Kadhalika tunarudisha mahusiano na Mungu, tunapata pia kusamehewa. Tunapata ukomavu katika maisha ya mwili na roho, na hivi tunafanyika kuwa watu katika ukamilifu. Kwa kusamehe tunakuwa mashuhuda wa vielelezo vya imani. Imani yetu inaonekana pale tunapokuwa tunasamehe, na ndio maana baadaye tutaona katika mashuhuda wa msamaha, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Na sasa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alipomsamehe mtesi wake aliyemshambulia kwa risasi, mtesi wake alikomaa kiimani kwa kuamua kuongoka. Mtesi wake aliamua kubadilika akaongoka na baadaye akawa Mkristo Mkatoliki. Haya ni matunda ya msamaha. Tunaposamehe tunafungua neema na baraka katika maisha yetu. Na kumi, msamaha unajenga ujasiri na moyo wa huruma. Ndugu wapendwa, msamaha ni mada pana, na hapa ni kupeleke kwenye maandiko matakatifu juu ya msamaha Tunaposoma Injili ya Yohani sura ya nane ya tatu mpaka ya kumi na moja tunaona Yesu Kristo akimsamehe mwanamke mzinzi, pamoja na kwamba alionekana afaite na kitu katika jamii, lakini bwana wetu Yesu Kristo anampa matumaini na mwanzo mpya wa maisha. Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia tuwapende maadui zetu wapendeni maadui zetu, na hii tunaipata tunaposoma katika Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 27. Bwana wetu Yesu Kristo akiwa msalabani, yeye mwenyewe anakuwa shuhuda wa msamaha katika maandiko kwa kusema, wasamee kwa kuwa walijui walitendalo. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 34 Nanyi kila msimamapo na kusali sameheni. Tunasoma katika injili ya Marko sura ya 11, aya ya 25. Si yapo maeneo mengi katika maandiko matakatifu ambapo tunaweza kuona dhana ya msamaha, na hivi ni kupeleke moja kwa moja kwenye mashuhuda wa msamaha. Tunapoangalia mashuhuda wa msamaha wa ni watu ambao pamoja na kupitia hali ngumu za maisha kukosewa kwa hali ya juu, bado alisimama, wakasema ili tuendelee kuwa huru ni lazima turuhusu roho ya msamaha. Wa kwanza tunaweza tukamwona ni Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, kunako tarehe 13 Mei mwaka 1981 majira ya saa 11 za jioni, alishambuliwa kwa risasi na mtu aliyefahamika kwa jina la Mehmeti Ali Agka. Baada tu ya kupata nafuu alimtembelea ndugu huyu gerezani na kumtangazia msamaha, lakini kuomba aachiwe huru. Sauti sauti yangu, sauti yangu.